Leo tumekamilisha mazoezi yetu ya mwisho eh, kwa klabu yetu ya Malindi Sports Club kwa ajili ya kujiandaa na mechi yetu ya kesho muhimu kabisa dhidi ya New Stone Town, na kikosi kipo tayari kwa mujibu wa maelezo kita ya kitaalamu ya mwalimu uh, Joseph Mutyaba na wasaidizi wake kocha Hilal Teddy na Richard uh, vijana na Ario na Mora kuelekea hapo kesho. Shabaha yetu, dhamira yetu ni ile ile ambayo tulioanza nayo ligi kwamba kila mechi kwetu ni finali na kesho tunahitaji alama tatu muhimu kabisa. Tuambie, wawakilishi uh, wa timu iliyopita uh, maana wote wanatoka sehemu moja na bila shaka watakuwa mpango kazi wao ni ule ule mmoja. Kesho anakuja kutuachia alama tatu zetu. Timu tunaheshimu matokeo ya aina moja tu, ni kushinda pekee, ndio kitu pekee ambacho tunakuja nacho. Ili uhitaji kuwa bingwa, unahitaji kukusanya alama tatu nyingi, kwa nasi tunahitaji kukusanya alama tatu nyingi kabisa. Na kesho, uh, New Stone Town tunawaheshimu sana, wana timu nzuri, atujai kukutana nao toka dunia inaanza, kwa kesho tutaanza kukutana nao rasmi, wakaye mkao wa kutulia kabisa.